Kwenye ile waraka ya kanisa lilikemea yaliyotokea tarehe ishirini na tisa, na hii ni haki yao. Hata mm, mimi nilipata ni nafasi ningekemea mm, yeah. Yalikuwa ni machafu mm, mm, yalikuwa ni mambo ambayo hayakustahili kutokea, ndio mm, yeah. Pia TEC imechunguza na kuona kuna maumivu makubwa kwa taifa kuhusu hiyo tarehe ishirini na tisa. Hata mimi naona ni maumivu kabisa kwa hii, halina ubishi, kwa sababu watu walipoteza maisha, mali mali ziliharibiwa, zili watu walipata matatizo ya kutokuishi kwa amani. Kwa hiyo hili, TEC inasema kweli. Mm. Taifa lili lilipata maumivu ma makubwa wa taifa hiyo, halina ubishi tena. Teki pia ina, ina teki inataka uchunguzi kutoka nje na uchunguzi kutoka nje na ndani, lakini uwe huru uchunguzi huo uwe huru. Hata mimi naona ni haki uchunguzi huo huru, ni wala sioni kama kuna tatizo hapo. Ni kweli, hii hi ni kweli, tume ya rais imeshaundwa, na nafikiri ni wakati mzuri wa kusubiri, tusije tukaiwekea maneno mdomoni kwenye hilo mimi siwezi kusema chochote, lakini natambua tume huru imeshaundwa ya ndani. Kwa hiyo nadhani kwa, kwa utaratibu mzuri tusubiri maelekezo yatakayotolewa. Sasa timu ingine huru hiyo ya nje mimi sijajua inaundwaji, labda ni kwenye taasisi ambazo sio za kiserikali au jumuiya lakini, mbona jumuiya ya Ulaya imekisha toa matangazo kama vile kuamuru serikali ya Tanzania ifuate yale anayoyataka sasa hivi? Ndio hiyo tumeona. Mimi sikujua kama European Union imekisha toa maamuzi. Sasa hapo nakuwa na kigugumizi kidogo. Uhuru unaweza kuwepo kweli sasa? Siwezi kujua kwa sababu wao walikaa wenyewe tu mm. wakakaa wakachunguza wenyewe tu mm. alafu wakasema hayo waliotaka kusema yeah. yeah. <laughs> eh, bila bila bila bila, bila serikali yenyewe kujua kama huo ndio utaratibu wa tugahuzu za nje mi siwezi kujua <laughs> meshasema <Manzi, laughs> maneno ya jambo jambo mengi tu au mashirika eh, eh, eh, eh, eh, mengine bwana eh, duniani kuna mashirika mengi tu hawakuwaita, eh, eh, lakini wameshatoa maelekezo eh, sasa hiyo tume, eh, tume, eh, tume huyu eh, eh, eh, eh, <laughs> sijajua, eh, <laughs> ije ya ambayo eh, eh, eh, so, eh, Katoliki inasema sijajua, sijajua itatoka wapi, labda tusubiri kwa sababu Kanisa Katoliki kanisa kubwa inawezekana linajua hmm, kwamba kuna haja kuwa na tume huru na inatokaje, inatokea wapi? Tukiacha maamuzi ya European Union in, in, wa Ulaya hmm, tukiacha hayo labda tusubiri, yeah. Maana mimi siwezi kujua inayopatikana ina ina tume huru ya, ya nje yeah. ndio pia wamesema teki wanataka tume itakayochunguza yi chanzo ambayo tumeshaizungumza sasa hivi, tukio hili isifungamane na upande wowote. Sasa kwa kuwa rais amekusha unda tume, sisi tunaamini haitafungamana na upande wowote, ndio maana anasema tusubiri tuone mambo yatakwendaje, hmm. Lakini pia huu waraka wa Katoliki umesema viongozi wa umma wanapaswa kuishi maisha ya wazi hmm, na uadilifu, ukweli na uwajibikaji. Mimi nafikiri haya maneno ni ya msingi ni, ni, ni, ni, ni, ni, ukishapewa dhamana ya kitaifa lazima uwe wazi mm -hmm, na mwadilifu na uadilifu ni lazima hiyo. Wala sidhani kama hapa kuna kusita sita kusema chochote hapa. Tunakubaliana kwamba eh, ukishapewa dhamana ukishakuwa wazi uta, lazima utakuwa mwadilifu. Hii mi nafikiri Teki wako sawasawa tu pia wanasema yote haya eh, yakitekelezwa yataweka yata, yata, yata msingi ya kuaminiana, yaani utaaminika kwa sababu ya uwajibikaji wako. Mi nadhani hawa wako sawasawa tu, lakini pia ya TEC wakasema <coughs> viongozi wa, wasikilize matatizo ya wananchi Jia. Sasa hili sidhani kama kuna mtu anaye kilia mashaka hapana, hili ni halali kabisa, maana unapochagua kiongozi wako nataka kusikiliza. Kwa hiyo hili nani ni sawa. Kwa mujibu wa waraka huu, <coughs> kwa mujibu wa waraka huu mimi nafikiri Mheshimiwa Rais kwa kulalamika kwamba wame, wame wanatoa wana, wana matamko sana wanakufua sana serikali. Mimi nadhani ningesema kitu fulani hapa kwanza kwamba hawa watu wa dini maneno wanayoyasema huwa wanarudia rudia. Sisi tunapokwenda kanisani hata msikitini, hatuna maswali na hayo wamezoea watu wa viongozi wa dini. Ukifika pale, unaambiwa piga magoti, unapiga magoti. Imba, unaimba, uulizi swali. Fumba macho, tuombe, unafumba macho, unaomba. Na watafanya hii wiki hii, asubuhi jioni, watafanya hayo hayo, eh? Sasa usiwaingilie, usi kwamba wamekwenda mbali zaidi, wewe Fata wanayosema yeah. Piga magoti piga magoti yeah. Fumba macho fumba macho funga kitambaa yeah. Kwenye kichwa funga, hakuna maswali yeah. Hawa watu wamezoea hata kwenda msikitini, watakwambia hayo hayo tu yeah. Piga magoti magoti piga magoti yeah. Lakini hakuna maswali yeah. Kwamba mbona toka tumeanza tunapiga magoti kila siku tu hakuna? Kwa hiyo kwa hiyo <laughs> Rais wangu, mimi nadhani yeye aachane na watu wache, waendelee kutuambia tupige magoti. Na hapa wanayezungumza ni mambo ya imani, kuajibika, uwe mwadilifu kila siku, tukiwa kanisani usifanye uasherati. Jioni mkirudi, wanaambia hilo hilo, usifanye uasherati. Sasa uwezi kuuliza mbona jana uliniambia tena leo unarudia? Hamna. Mimi nadhani Rais wangu na hawa, yeah, yeah. Ipu, hawa watu e aendesha katiba ipo na utaratibu upo. Hawa wache watuambie tusifumbe macho, wacha watuambie sisi hatuna maswali. Eh, sahihi. Eh, kama fumo, tunafumo macho. Toa saka, tunatoa. Wala uweze kuuliza kwa sababu zake jamaa nilitoa tena leo nitoa. Ah. Kwa hiyo, wewe mimi namuomba rais wangu wala asiwafate fate hawa watu aache tu kwa sababu sisi tunaamini sauti kama ya mufti ni mm, sauti ya Mungu hatuwezi okay, kumuingilia okay. Sauti ya askofu ni wakili wa Mungu hatuwezi yeah, kuwaingilia ndio <coughs> maana ukienda pale kusali huna, huna swali. Anayosema wewe unajibu ndio. Eh, mi nadhani rais wangu achane na ndugu zetu hawa wacha waendelee kutuambia tuwe waadilifu, na atakwambia leo na kesho kutwa na mpaka kila siku. Tangu tumeanza kusali tunaambiwa acha uasherati, acha uwizi, na unaporudi kesho kutwa hayo hayo hayo ayo ayo, hawajawahi kuacha. Ndio ninafikiri kwenye hili rais wangu, sidhani kuna sababu ya kuwa kuwajibu jibu jibu jibu, hamna haja kwa sababu wao wamezoea kutuambia hivyo sasa kuwa uh -huh. mwadilifu kila siku wanatuambia. So, nafikiri hayo, hayo, hayo, Mheshimiwa hayo, rais wangu na nani achane nayo. Mimi nadhani napenda kutoa ushauri tu swala so, la katiba mpya. Hata kabla ya baraza la maskofu katoliki kukaa kuligusia, rais tayari alikuisha sema baada ya uchaguzi atakuwa na mchakato wa katiba mpya. Hmm. alishasema sema, lakini yeah. wakatoliki na wao wame ni kama wamemkumbushia. Tusidhani kama hapa kuna tatizo, yeah. kwa sababu alikuisha sema mwenyewe kwamba baada ya uchaguzi katiba mpya itakuwa ni mchakato. Hawa Wakatoliki wamemkumbusha tu kwamba si akasahau, nafikiri kitu kama hicho. Kwa hiyo mchakato wa katiba mpya si swala geni kwenye nchi hii, na hasa kwa rais mwenyewe. Hey, maana yeye mwenyewe ameitamka. Kwa hivyo mi nadhani hawa wamefuatia jinsi alivyosema, maana yake ni kama labda asisahau. Lakini pia nimejaribu kutizama waraka wa kanisa Katoliki wa tarehe kumi na tano. Nimeyaona haya, ndio maana nayazungumza. Kwa mfano, amesema maandamano ni haki ya katiba. Sasa hii likuwa ni halivu kwenye katiba silimu. Sasa hilo mtu akilitaja unashangaa nini? Lakini maandamano ya kikatiba si yana utaratibu wake. Unapeleka mao unapeleka taarifa polisi, lakini pia unaeleza unaanzia wapi na unamalizia wapi. Ndio katiba ilo aziwambia. Sasa haya ya tarehe ishirini na tisa, taarifa nilizo nazo hayakuwa na na utaratibu maalum wa kusema wanaanzia wapi wanamalizia wapi na inaonekana ilifanyika mm -hmm, nchi nzima, lakini taarifa tunazozipata ni kwamba hakukuwa na barua ya, ya taarifa na hakukuwa na wapi wanaanzia na wamalizia wapi. Lakini maandamano ni, ha, ni haki yetu sio? Lakini je, ni haki yetu pia kuchoma mali za watu? Ni haki yetu pia mm kuchoma mali za serikali ni haki yetu pia lazima tujiulize tunahitaji jibu mtu anaposema maandamano ni haki yetu asiseme hilo tu wakaliachia hapo ni haki yetu pia kufuata utaratibu unaweka na mabango unaweka ukishaweka mabango maanake unadai haki yetu na unadai nini kwa utaratibu maalum. Kwa hiyo mimi nadhani eh, eh, waraka wa wakatoliki huko uko sawasawa, lakini umekuwa na mambo hauelezi sawa sawa, yani wazi, yeah, yeah. Eh, maana ukisema maandamano ni haki yetu sawa, hakuna nayekataa na katiba ndivyo inavyosema yeah. Lakini utaratibu je aupo? Unatoka nyumbani kwenda kuandamana yeah. Utaratibu upo, unaandika taarifa, uombe kibali, unaandika taarifa usalama ili usalama ukulinda na wewe unayeandamana, mtu asikukorofishe, ndio maana yake. Haya, je, yalifanyika? Yalifuatwa ili tuwe na neno la kuzungumzia? Um, si. kuliko kusema maandamano ni haki yetu ya kikatiba lakini ni haki yetu pia kufuata utaratibu nasema yes. hapa nasema ule walaka nasema maandamano ni haki yetu ya kikatiba maandamano ya oktoba ishirini na tisa ni, ha, ni haki yetu ni haki yao yani ni haki yetu sawa mm. Kuchoma nyumba za watu ni haki yetu pia, kuchoma magari ya watu ni haki yetu pia, kuchoma nyumba za mtu na magari ni haki yetu pia? Haya ndio tunataka, unaposema hiyo haki utoe ufafanuzi ili situletee sintofahamu hmm.